Wananchi wa kitongoji cha Mbingu na nilikwenda kule wamenilia sana kuhusu umeme na ile shule ya Mbingu waliosoma watu wengi na wazee wetu, madarasa mengi yamechakaa. Tumeshaomba hela kwa ajili ya shule pale kujenga madarasa mapya, zaidi ya milioni mia mbili zitakuja pale Mbingu kwa ajili ya madarasa. Pigeni makofi, kwa makofi kwa Mama Samia Nimeshaanza kufanyia kazi kabla sijawa mbunge. Ile barabara ya Mbingu kwenda Ilolo nilichangia mwaka juzi kujenga daraja, nilimwambia Mbuna tukishinda tuangaike tupate hela kuijenge watu wapite kwenda Lotole kwa urahisi bila kupata shida. Mbingu oye! Usakila mlikuwa na madai ya umeme, tumeshawaletea. Uongo kweli? Pigeni makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan hapa Lupembe pamoja na ujanja wote tuliokuwa nao, miaka sitini ya uhuru tulikuwa tunakaa kwenye vumbi hapa barabarani, mama Samia akapiga, na mpigeni makofi kwa mama Samia upembe yi. Lakini pia wana barazani, pamoja na ujanja wote, tulikuwa na mahakama hii ya mkoroni imekaa upande kama inakaa Singapore. Tiwongo kweli! Leo mama Samia mahakama mpya ya bilioni zaidi ya moja, pigeni makofi kwa Masamz. Lupembe oye Lupembe hoye. Kuna mradi mwingine hapa Lupembe nimekusudia kuushughulikia ambao wana Lupembe mnastahili kuwa nao mradi bora, ni mradi wa kituo cha afya Lupembe. Kituo cha afya kwa tarafa hii yote kilikuwa ndio mfano kwa wananchi wa rupembe. Uongo kweli, jamani? Tumeanza kujenga vituo vingine vya zamani, kituo chetu kikongwe kilichookoa watu wengi kimesaulika. Rupembe oye! Sasa nimedhamiria baada ya kunipa kura za kishindo tarehe nne mwezi wa nane, mkanifanya kuwa mgombea, nimeshaanza mpango wa kufumua kituo cha afya kwa majengo mapya, pigeni makofi amsimaia. Tutashughulikia jengo la mama na mtoto, tutajumulishia pale mawadi na nyumba za watumishi wa sawa, jamani, na vifaa vya kisasa lazima viji hapa, na bwana mbuna aliyeanzisha upasuaji pale amerudi, atanisaidia kusimamia, pigeni makofi ech, Lupembe oye, Lupembe safi Lupembe, kila nilipokuwa nakuja hapa mliniambia Ikanga ajawalipa hela, uongo kweli? Nikaenda kumwambia Mama Samia, akiwa Njombe kwenye kampeni alitaja Lupembe, akaitaja Ikanga, akataja Dielo. Hela za Ikanga umeanza kulipa, mjanza kulipwa. Mafagio umeanza kulipa, mjanza kulipo. Pigeni makofi kwa Mama Samia. Kile kiwanda kifunguliwe, kianze kuchukua chai, ili wananchi mpate bei nzuri. Pigeni makofi kwa chama cha mapinduzi. Lupembe oye! Lupembe safi. Jambo jingine, ndugu zangu, nataka niwaombe sana, katika huu mpango wa kuboresha zao la chai, wako watu kwa shamba yao bado yako porini. Nende kishe mashamba yenu ili muwe na uwezo wa kupima chai Ikanga noski na igombora sawasawa. Jamani, Ikanga oye! Mtapima kote sawasawa, kwa hiyo bei itakuwa nzuri. Uongo kweli? Jamani, Lupembe oye! ili wana Lupembe tusiwe na zao moja tu, na parachichi, tunakuwa na biashara ya miti, mambo ya parachichi na mambo yachei, jipijeni makofi meji. La mwisho kwa siku ya leo, ameniambia Mheshimiwa Mbuna, tuna barabara za kwenda kwenye, kwenye vijiji mbalimbali, kusakira kwenda Ikapaniro Lupembe kwenda Ibanawano hadi Kanikerele. Nimemwambia e, matata kwenye hii miaka mitano tunataka Lupembe ibadilike iwe tofauti. Jipijeni makofi meji mkutano hapa, na kwa kweli mimi mambo ya Lupembe na yajua. Mimi hapa siyo mgeni, tulikuwa na mai kombanga, tumefanya kazi wote hapa, tulipoishia na pafahamu Lupembe hoye, baradzani safi, lakini kuna kero moja ambayo inawatesa watu wa Lupembe bila sababu, ni kero ya maji. Watu wa Lupembe Sababu ya kuteseka kuhusu mradi wa maji, Mama Samia alitoa al, al, milioni mia nane ya mradi wa maji Lupembe. Kanikerere alitoa milioni mia nne mradi wa Kanikerere unafanya vizuri kuliko mradi wa Barazani. Maana yake hapa kuna tatizo. Lupembe oye! Lupembe oye! Na tisa. Kama kuna mtu anaojumu mradi wa Lupembe tutalawa naye mbele. Lupembe oye, Lupembe safi ko, niwaambie wanabarazani kwamba anayechezea ule mradi wa maji amechezea kuti kavu, na ingia mwenyewe kazini na mweshimani wak, kwa sababu kwenye mradi wa maji Mama Samia tumdai alishafanya wajibu wake, ni sisi viongozi watu wa ruasa na watu wa maji tutakwenda kushughulika nao, upende wewe. Hiyo ni salamu ya kwanza. Jambo la pili.